Hello, habari yako? Naitwa Elizabeth. Napenda kushirikisha bidhaa muhimu sana leo. Tunaishi mazingira ya joto na tunakuwa busy na shughuli zetu za kila siku kiasi kwamba ili kuendelea kunukia vizuri na kujisikia fresh siku nzima, inakuwa muhimu sana kutumia deodorant kwenye makwapa. Deodorant nyingi tunazotumia, ukiangalia kwenye lebo, utakuta imeandikwa antiperspirant ikimaanisha inazuia usitoke jasho. Na zinaongezewa chumvi chumvi za aluminium kwa faida ya kuziba vitundu vya jasho ili usitoke jasho na kuwa fresh. Kwa bahati mbaya, tunavyoitumia kwenye kwapa, chembechembe -chembe za kemikali ya aluminium zinanyonywa pia mwilini kupitia kwenye kwapa na kwenye maziwa. Kuna baadhi ya tafiti zinaonyesha uhusiano mkubwa kati ya chembechembe -chembe za aluminium mwilini na vimbe za maziwa, ikiwemo saratani. Pia inazuia mwili kutoa uchafu inavyotakiwa kupitia jasho. Kuliko kujiongezea riski ya magonjwa, ni bora kuhakikisha diodoranti yako haina aluminium na haizuii kutoka jasho. Aloe deodorant stick haina aluminium, haizuii kutoka jasho na ina aloe vera kwa wingi, inayofanya ujisikia na kunukia fresh siku nzima, kwa sababu inazuia bakteria kuzaliana kwapani. Pia haiachi alama kwenye nguo na haichomi hata ukiitumia baada ya kushave. Inakaa muda mrefu sana, ikimaanisha unapata faida nyingi zaidi kwa muda mrefu zaidi kwa bei ndogo. Tafadhali wasiliana na aliyekupa hii audio kupata deodoranti yako. Sasa karibu sana na enjoy kuitumia. Asante sana.